Uuza unyanyapaa kwa waathiriwa. Na mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba serikali ya kaunti ya Taita Taveta imesema kwamba itashirikiana na kamati za mashamba ya kijamii ili mashamba yao yawe yaweze kunufaisha jamii hasa katika uchimbaji wa madini na ufugaji, katika mkutano wa kuwapokea viongozi wapya wa shamba la kijamii la Kishushe uh, <coughs> waziri wa vyama vya ushirika kaunti hiyo Katu Mzengi anasema kwamba migogoro ya mara kwa mara imesababisha wekezaji wa sekta ya madini kutowekeza kaunti hiyo, na kwa sasa mtazamaji, ni kwamba kamati mpya ikiahidi kushirikiana na serikali ya kaunti ili mapato ya shamba hilo iweze kunufaisha jamii kwa jumla. Tayari tuko na sheria na tumeweza kuambia kwamba kaweza kuwalin sheria zao kupitia na sheria yetu hii ya kaunti ili wakaweze kufanya vyema zaidi, na sisi kama kaunti tumeweza kuwa, tutaweza kuwashika mkono katika kila sehemu ili kuona ya kwamba wameenda vizuri zaidi. Na ranche zetu ni nyingi kweli, na kupitia kwa hii tutaifanya kwamba iwe mfano katika ranche zote, ili ya kwamba wanahisa pamoja na wananchi pamoja na kaunti na nchi nzima ikaweze kufaidi kupitia kwa hizi ranche zetu, wakaweze kuanza kazi immediately, kwa sababu hii tunataka uchumi ugeuke, watu wa njaa, watoto wako nje hawaendi shuleni kwa sababu ya hii hali ilivyo. Kwa hivyo mimi napenda kushukuru county government pia ya Taita Taveta, imetusupport fully. Tumefanya nao kazi vizuri na hatuna utata wowote ambao umeonekana katika hii hafla. Tumegeuza wale ambao ni watu wanafaa kuweka sahihi katika kuendeleza zile operations za ranch. Kwa hivyo mi ningependa kusema ya kwamba imekuwa ni siku nzuri na imekuwa siku njema, na vile madam chairperson amesema ya kwamba wale investors ambao walikuwa wamepitishwa na AGM ama SGM, ni kwamba wanaombwa waingie kazi kwa haraka ili jamii ya Taita na Taveta na kaunti yetu ya Taita na Taveta iweze kufaidika.